Asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Um, kama wewe ni mgonjwa au umekuwa ukisumbuliwa kwa muda mrefu sana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Wewe ambaye unapata maumivu ya tumbo, maambukizi kwenye tumbo, umepata maambukizi kwenye tumbo. Unakuwa unaharisha damu au haja yako kubwa inakuwa inatoka na damu. Wewe ambaye e, una maambukizi kwenye tumbo au kwenye utumbo, lakini pia una shida ya vidonda vya tumbo, unakuwa unavuja damu ndani ya utumbo wako. Leo nataka nikupe dawa mujarabu kabisa ya kuweza kuondoa hilo tatizo kwa uhakika kabisa. Na tutaenda kuangazia au kuangalia mimea miwili. Na kila mmea una uwezo wa kuondosha hizo changamoto ambazo nimezitaja. Una uwezo au ina uwezo wa kufanya katika magonjwa mbalimbali, lakini tuangazie hizo tu kwa siku ya leo. Nadhani mtakuwa unaufahamu mmea unaoitwa mbono kaburi au Jatropha curcas. Unaitwa hivyo kwa jina la eh, kwa jina la kisayansi Jatropha curcas. Huu mmea una matumizi mengi sana kuondoa maambukizi e, mtu ambaye anakuwa anapata hedhi inapitiliza damu anapata, uh, damu inatoka kwa muda mrefu, anakuwa na bleeding ya muda mrefu, au umejikata damu, um, eh, inakuwa haikomi katika eneo husika kwenye kidonda. Una maambukizi, fizi zako zinatoa damu, magonjwa ya meno eh? Eh, una, unapata maumivu mbalimbali eh, mbali kwenye, kwenye, kwenye kwenye mwili wako, huu mmea unatumika na kutatua changamoto hizo pamoja na changamoto nyingine mbalimbali mbali. Sasa kama wewe una hiyo changamoto ya tumbo, kwa maana ya vidonda vya tumbo, tumbo linauma, unaharisha damu, au umepata maambukizi kwenye tumbo inaokupekea unakuwa unaharisha na changamoto kama hizo, nenda ka uchume, katafute tawi la huo mmea wa mbono kaburi katafute tawi ambalo sio teke sana, lakini ambalo pia halijakomaa sana, likate vizuri, kisha palua e, e, tunasema bandua lile ganda e, chukua kisu chako likate lile ganda, alafu kata kipande kidogo. Nadhani utakuwa unaona hapo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye video kipande cha ganda ambalo unatakiwa kuwa nacho, utatafuna taf, ilo ganda ukisha litafuna, kisha meza yale maji yake, alafu chukua karoti moja isafishe vizuri, tafuna, alafu chukua maji ya uvuguvugu kunywa. Fanya hivyo asubuhi, kabla hujala chochote, kabla hujapata kifungua kinywa. Fanya hivyo tena jioni kabla ya mlo wako wa usiku kwa jumla ya siku tano mpaka saba. Hilo tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la maambukizi kwenye tumbo, e, kuhara damu linaenda kukata kabisa, linaacha kabisa, kwa sababu hiyo dawa ina uwezo huo mkubwa sana wa kufanya e, kuondoa hiyo changamoto yako. Lakini kuna mmea mwingine ambao nilisema nitausema, e, unaitwa mvuti, unaitwa mvuti. Kwa jina la kisayansi unaitwa Lektana Kamara, Lektana Kamara, mvuti. Huu mmea e, unatumika sana kwenye masuala ya uzazi pia kuondoa pia maambukizi e, na kutibu vitu vingine tofauti tofauti. Sasa wewe ambaye unataka kutibia vidonda vya tumbo au maambukizi kwenye tumbo lako, nenda kachume, kwa sababu mmea huu na ule mmea uliopita majani e, zile mbegu zake gome au maganda pamoja na mizizi inatumika, lakini hapa tunatumia eh, majani. Mmea uliopita unatumia gamba lake tu. Kwa hiyo kwenye huu mmea wa Lactana Kamala au mvuti utachuma majani, ujazo wa kiganja chako cha mkono, nenda katafute. E, kachukue maji lita moja. Chukua majani yako yasafishe vizuri, ya pondeponde, weka kwenye maji lita moja, chemsha mpaka maji yabaki nusu. Sawa, utaweka kwenye glasi yako, utakunywa asubuhi, utakunywa na jioni, utafanya hivyo kwa siku saba mpaka kumi na nne kulingana na tatizo lako, ukubwa wa tatizo lako, utafanya hivyo kwa siku saba. Angalizo, mmea ule wa awali, mmea wa mbono kaburi na huu mmea wa mvuti, wewe kama ni mjamzito usiutumie. Yet, tena kama mimba yako ipo chini ya wiki kumi ndo usitumie, yaani e, usitumie kabisa. Walau mtu ambaye mimba yake ipo kwenye e, walau wiki kuanzia wiki kumi na kuendelea anaweza kuanzia wiki kumi anaweza akatumia huu mmea. Kwa hiyo utachagua unataka kutumia upi, lakini pia unaruhusiwa kuchanganya, ila ni vyema ukatumia mmea mmoja matokeo yake utayaona. Vidonda vya tumbo vitaisha kabisa. Asante.